Nabii kama yupo na tunateseka namna hii, ninamwagiza akida wangu, kama ataendelea kuishi na mimi ninateseka hivi, hakika kichwa chake kinamwondoka. Maandiko anasema, na yule akida akaanza safari, anamwendea Elisha. Elisha akiwa ametulia, habari zikamfikia kwamba kuna na akida ametumwa anakuja kukuua. Elisha akasema, naiona miguu ya muuaji inakuja nyumbani, na alipofika akamwambia akida, hivi we akida, usipate shida Kesho majira kama haya, kipimo cha unga na shayiri kitauza kwa lugha nyingine. Yani mmekula hadi udongo, mmekula hadi mavi. Sasa kesho majira kama haya, msosi utakuwepo wa kutosha, kiwango ambacho sasa unajua alichojichanganya yule akida. Sema ka mdomo, sema tena ka mdomo. Yule akida akasema hivi, hata Mungu angefungulia madirisha ya mbinguni Aisee, haiwezekani hali kama na. Sasa unaweza ukamlaumu akida, lakini alichokuwa nakiangalia ni mazingira aliyopo. Akiangalia njaa iliyopo, anaona sio ya kawaida. Akiangalia mazingira, haoni chakula kinatokea wapi, kwa sababu kama hata mfalme tungemtegemea na yeye yuko anajikunja kunja, hali si hali, chakula kitatoka wapi? Akasema kama pangefunguliwa na madirisha ya mbinguni, mimi ninawahakikisha hakiwezi tokea chakula. Maandiko yanasema, Elisha akasema neno moja tu wewe utaona lakini hutakula. Na ndio maana nikufundishe, mpendo wa Bwana, jifunze kuziba mdomo katika jina la Yesu. Sio kila jambo lazima uongee, mambo mengine yatazame chomoka Nisikilize, ni maneno ndio yameharibu vikundi ndani ya kanisa. Ni maneno ndiyo yaharibu haribu ndoa za watu. Maneno, watakatifu wa Bwana, ni maneno ndio yaliyoharibu ya makongamano ya watu. Ni maneno ndio yaliyoliharibu ya kanisa, kuongea ongea ovyo. Mungu akusaidie, chunga mdomo wako mpendwa. Mungu akusaidie, ziba nini, watakatifu wa Bwana. Nisikilize sasa, siku ikafika Bwana, walikuwepo watu wanne wanaitwa wakoma Wakoma walikuwa wachangamani na watu wengine wote, wao wakati wote wanakuwaga wametengwa. Kwa hiyo huku ilikuwa ni mjini katikati, kuna jeshi la Washabi. Wakoma wao wako mbali huku, wamejitenga. Siku hiyo wakawa na kikao wa cha pamoja, wanajadiliana vipi, ndio tunafanyaje? Wazo likaja la kwanza, twende mjini. Ah, mjini watatuua wale watu mjini, tukienda watatuua. Wakasema hapana, ila tukibaki hapa napo watakatifu wa Bwana. Eh, hey, kwa kama tutakuwa tunafanyaje? Mmoja akaleta wazo akasema Bwana, kwa nini tusiende kwenye jeshi la wa Washami? Wale jamaa inawezekana tu wakatuhurumia tulivyo wakoma, wakatuacha. Wakituacha tutaishi. Lakini wasipotuhurumia, tutakufa. Maandiko yanasema kabla ya mapambazuko, sema kabla ya mapambazuko. Sema kabla ya mapambazuko. Sema kabla ya mapambazuko. Hawa jamaa walichopiga mahesabu, tukisubiri pakuche, hatuendeki kule na nisikilize, mtu wa Mungu, unasikia ndani mwako kufanya jamu, fanyaga kabla ya mapambazuko. Waswahili wanasema utamu wa supu ni katika umoto wake, usisubiri ipoe. Wewe nyanyuka nayo ndani mwako, ukianza. Wengi tumefeirishwa na kuuliza uliza, umeweza ujenge jenge, nisienge Mama mama nani mama nani, nawaza nijenge. Unatoka kwa mama nani baba nani, nimewaza kujenge. Nisikilize, kuuliza uliza ni vibaya, kuuliza ni vizuri, kama umenielewa. Kwenye maisha kuongea ni vizuri, lakini kuongeaongea sio vizuri. Kucheka ni vizuri, lakini ukiambiwa unachekacheka hao wamekutukana, hao huyu, wakaona hapana, kwanza vikao vikao, hapana. Asubuhi na mapema waka nyuka kuelekea kule kwa Washami na Mungu ni nani? Watu wa Mungu, maandiko yanasema walipo